Zile tarehe za kupata sisi mgao hatupati, lakini mwezi wa tatu, wanne, watano, wasita, wa saba, watu hawapati maji, lakini wanafahamu na wanasikia kwamba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sera ya serikali iliyoko madarakani inasema wanamtua mwanamke ndoo kichwani. Jimbo la Segerea, hii imebaki katika maneno, Mheshimiwa Waziri. Mimi natoka jimbo la Misenyi kwa maana ya kuzaliwa kwenye lile jimbo, maji yanapatikana vizuri kabisa tena, sio ya mgao, lakini tunafahamu kutoka kwenye jiji, watu ni wengi. Ndani ya jimbo la Segerea tunaongoza kwa kuwa na wakazi wengi, nafikiri nchi nzima, so we understand kwamba tunaweza tusikwepe zana nzima ya kupata maji kwa mgao, lakini mnapotuambia siku ya Jumatatu maji yanatoka, mheshimiwa waziri, basi maji yatoke, kwa sababu watu wameshajiandaa, wameandaa vyombo, wameandaa matenki kuwajaze, maji hayatoki. Lakini Mheshimiwa waziri jambo lingine. Unaambiwa leo ndo maji yanatoka. Kwa nini yasitoke asubuhi? Kwa nini yatoke usiku? Yaani mgao unaanza kutoka saa za usiku like seriously? Kwa hiyo changamoto ni kubwa ya maji jimbo la Segerea ambayo nimesema ni hiyo ya ya nini? Hiyo ya mgao. Lakini hatupati maji kabisa. Nimekupa mfano kati ya Bonyokwa. Huu ni mwezi wa kumi. Na uzuri nilikuwa naongea na na, watendaji wa, wa, wa, wa, wa wizara hapa wamekiri kwamba ni kweli ipo. Kisukuru mwezi wa nne, hivi tunavyoongea. Kata nayotoka mimi ya Segerea mwezi wa tatu maji yatoki. Vingunguti hivyo hivyo, Tabata ndio usiseme. Kinyerezi katika maeneo ambayo yametajwa ya jimbo la Segerea uh, uh, kuna maeneo ya Tabata Kisukuru lakini ambayo yapo mkoa wa kihuduma wa Tabata, lakini na kata zingine tisa ambazo zipo Kinyerezi na mikoa, na mitaa 17. Ah, changamoto ya maji ipo lakini kinachotokea kuanzia tarehe moja tulijaribu kuangalia hali ikoje. Lakini sasa kinachotokea ni kwamba kwa muda kidogo kuna scarcity especially kuanzia mwezi wa kumi ambapo nilifika, maeneo mengi yako na scarcity. Kwa hiyo tulichokifanya ni kujaribu kufikisha kila sehemu, kupunguza makelele. Then baada hapo sasa tukaja na ratiba kuanzia tarehe saba. Tuli practice for kwa tulitekeleza kwa siku kama tatu baada hapo ikabadilika nani mwenye jukumu la kujaea waziri kama <tikin> eh? Tunajaza mateni changamoto. Pekee natukuta mkuu, ni hizo changamoto za umeme. Umeme na katika kila sikuhapananadhani tuache visingizio. Viongozi wapo, kama mna changamoto wapeni, viongozi wetu wa wilaya huyu wapo. Tusizoee shida za wananchi. Unakuwaje ofisini asubuhi mpaka jioni, unarudi nyumbani, hujui hali ya watu wanapata maji pale. Poje. Kwa hiyo mimi ninachotaka kuambia, na nalenda kulisisitiza, tutakutana huko, hili tenki tumelijenga maeneo haya ya Kifulu, maeneo ya Kinyerezi, maeneo ya Segerea, maeneo ya Ukonga, maeneo jana kule ya Saranga. Ndio hili ndio solution yake. Na miundombinu ipo. Sasa unaponiambia kwamba matenki yakiwa yanajazwa maji, sasa aje waziri ndio ajaze tenki. Eh? Katibu Mkuu. Bwile. Nani anaosimamia hapa kuhakikisha kama matenki limejaa au hali? Leo mbona limejaa? Tusimamie jamani. Wakati mwingine nawezekana mahitaji yakawa makubwa lakini si wote ambao watu watapata huduma. Basi ukimwambia mtu anapata Ijumaa na Jumamosi basi apate Ijumaa na Jumamosi, si tunaelewana? Lakini ukishamwahidi mtu unapata Ijumaa na Jumamosi, alafu humpi, unajenga chuki tu ambayo haina ulazima. Nadhani kuna haja iwekwe vizuri. Inakuwaje mkoa huu huyu anayohudumia kidogo, huyu kaingia kidogo, unajua maana yake. Sasa ni rahisi sana mtu kumtupia mpira sijui kama inaeleweka. Mtu kama anahudumia mkoa wa, wa, wa, wa, wa Tabata basi autumie Tabata, hii e rahisi kumbana eh? Kimsingi naomba nikuhakikishie tumeshaipanga hizi mikoa yetu pia. kwa Dar es Salaam tutapunga, tulikuwa na mikoa hii ya huduma ya DAWASA kumi na sita sasa hivi tumeshapanga kulingana na mitaa na kila kata na wilaya. Kwa hiyo kwenye wilaya kama hii ya, ya, ya Ilala tutakuwa tuna mikoa ya huduma mitatu. Kwa hiyo kama ni eneo hili la jimbo kutakuwa na mtu mmoja anaye wajibika, na hakutakuwa mtaa unahudumiwa na zaidi ya meneja mmoja. Kwa hiyo hili kuanzia Januari, Mheshimiwa Waziri, hili linaenda. Kwa hiyo nadhani katibu mkuu, sisi wakati kipindi hichi tupo, hebu tuzidi kumulika macho. Kuna mambo mengine ambayo yanahitaji maamuzi kwetu sisi tutayafanya, e, ili tuende vi Kwa mfano mtu ambaye hana maji leo, ukimpatia maji anafurahi. Afurahi atachukia serikali yake? Watu tutimize wajibu jamani, tutimize wajibu. Nimezungumza na naendelea kuzungumza, tutaachana, tutachora mstari, tutaweka watu ambao, huyu hapa tukimweka atatusaidia. Unajua ukishiba unacheua eh? Ndio wewe unavimbilwa ukishashiba unacheua lakini ujue tu jamani. Kazi kazi mbaya ukiwa nayo. Eh? Amna amna, ajuae mwenye shamba. Sisi tunaelewana vizuri. Kazi nzuri mbaya ukiwa nayo. Wapo vijana wengi sana hawana ajira. Yenye ambao mmepata ajira unakaa tu ofisini, taki kuona watu kazi wanafanyaje? Ndugu zangu narudia tena. Sina lugha nyingine, tutaachana. Taweka mtu ambaye ataweza kusaidia watu wa waweze kupata huduma atachachalika.